Wengine ko ni kwamba viongozi wa kidini katika eneo la North Rift wanaitaka serikali kuchukua hatua za dharura kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya. Wakizungumza eh, katika kongamano la kitaifa la kinamama wa kanisa la Friends lililoandaliwa katika shule ya msingi ya Kitale, viongozi hao wamesema kuwa Wakenya wengi sasa hawawezi kumudu mahitaji ya kimsingi ikiwemo matibabu kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu. Kila Mkenya wakati huu anaishi kwa maisha ya uchochole. Hata kupata chakula mara pili kwa siku ni vigumu, ni kwa sababu hali ya maisha iko juu. Sukari sahi inadunduwa shilingi mia mbili, na mwananchi wa kaida kawaida hawezi kupata shilingi mia mbili apate sukari. Kwa hivyo tunauliza kiongozi wetu wa nchi, hali ya maisha irudi chini, kwa sababu Kenya tunasalisha machani, chai tunasalisha sukari, tunasalisha mahindi. Kwa hivyo akifikiria kuweza kupromote ama kuendeleza nchi vizuri, afikiria kurudisha hali ya maisha iwe chini. Kuna watoto wanase, wasichana na wavulana wamesema hawawezi woa au waoleke, na hali wamefika miaka thalathini. Wanasema nikioa pipi atakula nini? Wamama tena wameniambia ya kwamba e, wakienda kuchifungua saa hii ni karama, wacha maneno iwe vile ilivyokuwa, wamama wakienda kuchifungua wa fungu, wa, wasilipe kitu chochote. Hicho ni kilio cha wamama. Hata siku ya jana tulikuwa na matatizo, tukawa na mmoja wetu aliyegonjeka, na kwa ajili ya kukosa kuwa na malipo ya SHA ambayo imetutatiza katika utaratibu wetu, aliumia akaenda hospitali akakataliwa, huko. Tulipe pesa ndipo atoke, elfu sita ambazo tuliangaika tutazitoa wapi? Gavana wa kaunti ya Narok